Mashambulizi na majibizano makali kati ya Israel na Iran yameendelea usiku kucha, wakati huu idadi ya vifo ikiendelea kuongezeka. Rais wa Marekani Donald Trump, katika chapisho kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth, amesema ni vema kila mtu anapaswa kuondoka mara moja Teheran, huku akisisitiza Iran kuja na mpango mpya wa nyuklia wanataka mazungumzo ila wangefanya mapema. Walikuwa na siku sitini na siku ya sitini na moja wakasema hakuna mwafaka, ni lazima waje na mkataba. Inasikitisha kwa pande zote. Nasema Irani haishindi hivi vita, wazungumze sasa kabla hawajachelewa. Kauli yake inakuja baada ya maafisa wa Israel kuwashauri wakazi kuhama maeneo ya kaskazini mashariki mwa Teheran wakisema kuwa inapanga kulenga miundombinu ya kijeshi. Ofir Akunis ni mwanasiasa na mwanadiplomasia wa Israel jijini New York. tutatimiza malengo yetu mawili kuharibu makombora yao ya masafa marefu na mpango wa nuklia hata kama itachukua wiki kadhaa We are doing very well, tunaendelea vizuri hadi sasa uh, Kwanza tunataka kuwalinda raia dhidi ya makombora na mpango wao wa silaha za nyuklia. Hii ni hatari, si tu kwa Israeli bali kwa ulimwengu. Lazima tuwe na uhakika we'll wa kufaulu katika mpango wetu, bado hatuna uhakika we. Nadhani sure kuna zaidi ya sehemu mbili sites za nyuklia. Naam, ni sauti yake Ofir Akunis, mwanasiasa na mwanadiplomasia wa Israel ambaye alikuwa akizungumza akiwa jijini New York Marekani.